na singeweza kufanya kitu kama hicho, mm-hmm. Kwa sababu Zaina alikuwa ni mpenzi wangu, hmm. What? Ah, na no, okay. Wakati huo sio wakati wa vita, kila mtu, hey. Uh, wanguwakati huu siwakatiwat wakati wake wa kujieleza nakumbuka na. Kabisa, ndio mara ya mwisho nilikuwa naye naye, yeah kwa kwenye eneo la kuvinjari kwa kwenye eneo la vinjari. Ukikumbuka vizuri, ilikuwa masangapi? ilikuwa mida jioni ndio. hmm. hmm. hmm, na tulitoka nikamwacha mpenzi wangu akaenda akiwa salama kabisa. Ghafla maafisa wakanikujia kwenye ofisi kwamba nimehusika na mauaji lakini ukweli kabisa ni kwamba mimi sijui chochote kilichoendelea mpaka sasa. Mimi singeweza kumuua Zaina, ni mpenzi wangu mimi. Wewe unajielewa unaongea nini? Wewe unajisikiza kweli vile unaongea? kwa vitu zenye hata sielewi. Ulize, alikuwa mpenzi wako ama alikuwa mfanyakazi wako? Saku, alikuwa mfanyakazi wangu tena alikuwa, alikuwa mpenzi wangu isitoshe, yes. huyo Zaina alikuwa mfanyakazi wangu mzuri sana, tena nilikuwa nampenda sana, alikuwa wa muhimu kabisa katika hiyo ofisi yangu Mhm. Hivyo -hmm. sijaridishwa na uchunguzi wenu bado, uchunguzi unaendelea. Kwa hivyo afsa bra na afsa Kevin ataaribishwa ndani.

Apana, Tony. Najua nimeshindwa kujizuia. I said, have a seat. Apana, Tony, relax. Haahitai m akutengeneaani ofisi. Naelewa ni ofisi, lakini nimeshinda kujizuia Toni. Apana, Toni. Lakini nina jambo, Toni. Najua wewe ni mzuri nani, nikupenda. You had a chance, nilijaribu ku, kujizungumzisha kwako. Ulikuwa na nafasi nzuri sana ya kuitumia wakati huu, nani nielewe. I give you a chance, nilijaribu kukuzungumzia ila ukapuuza, ukaniambia kuwa una mtu. So right now, I have someone. Najua alipita ah, Sasa ndo chance imepatikana tu. Respect my work, naomba uheshimu kazi hii. Ulikuwa na nafasi na ulipoteza, na sasa hauna nafasi tena. Unaona huo mlango jinsi ulivyofungua ukaingia, basi naomba ufungue polepole uondoke, tafadhali. Staki mashaka ofisini, naomba uondoke. Sasa ndio ndio nafasi nafasi nzuri. Afsa kuja ukamchukue huyu mrudishe kizimbani. Utaenda. Ni ni ni saa saa. Yes. Kaa kidogo tu hapo. Mm, kidogo tu hapo. Mimi, eh, eh elfu hamsini hamsin hamsinilumsni utaleta kesho. Hamsini zote utaleta kesho, ndio. Na naendanaenda kutafuta enda utafuta hizo pesa, na ukileta uhakikishe ni mimi unanipea kwa mikono. Hata uwezi kupunguza kidogo, leta hamsini zimi ndo na andu lii kesisa zile unejuu, hakikisha zimenikujia mimi. Hai. Sawa. Tembea salama. Sawa. Yaani, tangu huyu madam akosakane hapa, tunaona mambo eh. Mutu anaajiri bibi yake mutu analeta kazini yake, tutaona maneno mara hii, tutaona maneno. Habari yes, yako yeah, mzuri sana mzee. Vipi Yo, mzima. mzimas yes. ta boss yenu boss eh, yenu boss, boss wetu alipata shida kidogo kwa saa hii hayuko, asema boss yenu Tony. A Tony saa hii utamsubiri, Tony anafika hapa saa mbili. mm. Saidi saa moja, kulikoni hivi umekuja mapema sana Ay. Hata waswahili usema mapema ndio best, ah, mzee mm. Mzee siku hizo mwanza eh? Ok, utamsubiri hapa anakuja sahi ni yes. saa mbili hacha, oh. Eh, nikuletee kiti sawa. Mara hii inaonekana, uh, mwanza kuleta ango zake wanakuja i, yeah, ango zake wanakuja kufanya kazi hasa, anataka kuleta familia yao yote hapa eh, eh, mzee mm. Yes. Ay, e. Uh, ah, wewe apasanwe nango yake wewe we majua hii mambo maneno mingi. Eh, mzee, kuja kwa ofisi unakuwa mpole kwa sababu uenda mimi ndo tu... kubwa tena usijua. Wewe ndio Tony. Eh? Hakuna ufahamu mwenye na mtu umekuja kuona ba. Kama wewe si Tony nyamaza. Eh. Sasa uongozi umeshafika huko. Huku utapata uongozi kabla afike

Hey, Mzee. Yes. Ujashughulikiwa bado? Bado sijamwona Toni. Jamwona Toni? Yeah, sijamwona Toni. Kwani umekuja kutafuta mtu ambaye umfahamu? Kwani Toni ashaingia huku, ujaona mtu akipita hapa amedunga koti sawasawa? Ameingia tayari ako ndaye yuko ofisini. Hey, kwani mzee umechanganyikiwa ni? So nipeleke penye ofisi hiko. Umenikosea heshima mara ya kwanza asa Come in. <laughs> Come in. Hey. Dan. Yes. I once told you that sihitaji wafanyikazi wengine kwenye ofisi tena, umemleta mzee u mzee amekaa hapa tangu <laughs> asubuhi na, na, sitoshe Amekuja kuona leo. Habari ya Toni? Okay, naomba ukae mzee. Yes, karibu sana na uchukue muda kidogo maana yake nina, I have a lot of work to do here. Na kazi mingi sana ya kufanya. Okay, haina shida. Mimi kwa majina naitwa Opala. Opala? Yeah. Wewe ndio Toni? Of course, ni mimi. Hii ndio ofisi yako? Yeah, this is my office. So nice. Okay. Imesema hauna ofisi ingine, hmm? Mzee, hmm. Kwa hivyo wewe, hicho ndo kimekuleta hapa, kwanza kunipeleleza kuhusu kampuni na mambo ya ofisi? Hapana, nimeuliza tu. Kwani wewe ni mpelelezi?